Ninafurahia kwa sababu amependezesha mechi. Kwanza ni, eh, niwashukuru wananchi wa Siha Eh, kwa kuniamini eh, kwa kipindi kilichopita, na mimi nimekuwa mbunge wao. Lakini ni washukuru wana CCM, eh, wanachama wa chama Chama cha Mapinduzi na chama changu kwa ujumla kwamba wamenipa ridhaa ya kuwepo pamoja na wao kwa miaka kumi sasa. Eh, labda mimi niseme tu eh, tulipokea wilaya hii eh, ukienda kwenye hospitali yetu ya Kibongoto. E, ilikuwa kamba e, ni makambi yaliyohamwa, na nanyie wote ni mashahidi, magorofa yananyanyuka pale Kibongoto na yataenda mpaka magorofa tisa kwa ajili ya kuiboresha hospitali yetu ya Kibongoto. Lakini tulipokea wilaya kukiwa na kata hazina sekondari, tunaposungumza leo hakuna kata ndani ya Siha ambayo haina sekondari. Lakini pia sio hivyo tu, zile kata zilizokuwa na sekondari, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa hela kila sekondari ambayo tumeikuta ndani yake imejengwa eh, mara tatu zaidi ya majengo yaliyokutwa kwenye sekondari hiyo. Lakini tumekuja tukakuta kuna vijiji havina shule ya msingi kabisa. Leo eh, vijiji viwili ndio vime, vimebaki vina madarasa manne manne, bado tunamalizia. Lakini vijiji vyote ndani ya wilaya ya Siha sasa zina shule zake za msingi na, na, na, na vijiji vingine zina shule mbili mbili nachoweza mbili. Eh, tu kuambia, eh, tutu, demokrasia ni demokrasia. Demokrasia. E, mpaka sasa kuna wenzangu wanachukua, ambao ni haki yao demokrasia, kidemokrasia na nafurahi. Ndio maana tunajenga shule ili wapatikane watu wengi wa kugombea, wapatikane wasomi. Lakini kwa ukweli halisi ni kwamba e, ninafurahia kwa sababu wamependezesha mechi, na waje sasa watusindikize ili tuende kuisaidia Siha kwa miaka mingine inayokuja.